alshafiia wanazuoni na mafuqaha wa madhhab ya Alimamu Shafii. Kwa jambo la kwanza, ambalo anatikana lizingatie yule mwenye kusafiri ni tajdidu tauba, ni kutubia kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, arudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Safari hii ni safari ya kusameheo madhambi na uzito wake, tumeona ni uzito wa kuweza kuingia katika pepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi hapana budi kuweza kujiandaa ndani, kuweza kusafisha moyo wako na kujisafisha ndani yako, ili kuweza kukutana na Mungu subhanahu wa taala kwa namna ambayo inayostahiki. Jambo lingine la pili, baada ya kutajdid au kurenew tauba, kufanya upya tena tauba yako, ni al-istighfar au kathrat istighfar fi kulli hin, ni kuleta istighfari kila wakati

atawateremshieni mvua nono yenye baraka kutoka mbinguni. wayumdidkum bi amwalin wa banin, na atawafundulieni mali na kuwapa watoto. wayajal lakum jannati wayajal lakum anhara, atawapa mipito ya maji ya mito mitamu na atawapa mabustani na khairati nyingi sana katika istighfar. Ni istighfari inapendekeza kwa kila wakati lakini bilkhusus zaidi kwa yule ambaye ametia nia ya, ya kusafiri, na khususan ikiwa ni safari ya hija. Jambo lingine la tatu ambalo linatekana kuzingatiwa ni kuandika wasia. Uandike wasia, na wasia ni matulub, na wasia ni jambo linalotekana katika Uislamu, khususan mtu ambaye yuko katika safari, ni muakada, ni akid Yani kutia wasia ni jambo ambalo kwamba limekokotezwa na sheria, na mtu anapokuwa katika maradhi yake pengine inaashiria ndio maradhi ya kuaga dunia, pia ni vilevile vile ni vyema kuandika wasia. Wasia ni will, ili kuweza kutoa utatanishi ambao unaweza kupatikana baada ya kifo chake. Na hili Mwenyezi Mungu, Bwana Muhammad alayhi salatu wasalam anatueleza, almahrum man hurima al wasiya

Na ni, no, na ni moto moto mkali na aibu ya kupitiliza zaidi katika eh, kesho siku ya kiyama. Yani ni zaidi kama ni aibu duniani, basi ni aibu zaidi na moto kesho siku ya kiyama. Ni vyema mtu kuandika wasia. Jambo lingine la nne ni, ni, ni, ni ikhlasu niya, safisha nia yako madamu unaelekea katika viwanja vitukufu kukutana na Mola subhanahu wa ta'ala. Safisha nia yako, innamal a'malu binniyat, kwa kuwa wewe utaandikiwa amali yako kulingana na nia yako uliyoyo, uliyoikusudia. Kwa hivyo nia ni ufunguo mkubwa sana, na ni jaha, ni ngao kubwa sana, kwa kuweza kuhifadhi ile ibada, ibada yako. Waistiktharu minan niyat, na wakati unaposafisha nia yako, istikthar minan niya ni jambo limependekezwa sana na wanazuoni hususan wale ambao wafanya biashara na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukithirishe sana nia yangu kwenda katika ibada ya haji. Tumeona ni nia ya kumsafishia Mola Subhanahu wa Ta'ala, yani lillahi ta'ala, Mwenyezi Mungu aikubalia ibada yangu ya haji. Nia ya tauba ya jubu maqablahu, unafutia madhambi yako. Nia ya, ya kuondosha umaskini. Naam, nia wahakadha kwa hivyo unatia nia wania na nia na nia unakistirisha katika niyat na maneno mazuri, ambao wanaozungumza wanazuoni wanasema katika kutia nia yako, sema nawaitu fi hadha lamal, na ni amali yoyote utakautia nia sawa ni, ima, ni amali ya haji au, au nyingineo yoyote, tia nia hii nawaitu fi hadha lamal ma nawahu salihun, natia nia katika tendo hili la ibada nalotaka kulifanya yale walioyanuia wanawazuoni na wema katika wema walioko hai na waliotangulia, wama alimahu llah, na kile alichokijua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya maimali amali hii mina niyati saliha, kutokamana na nia njema, yaani nia yangu natia nia, nia yangu njema, na nia walonuia wema, na kila nia anayoijua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokamana na nia njema. Wa, hili ni jambo ambalo ni dharura na linapendekezwa sana kwa yule ambaye kwamba amekata shauri ya kuingia katika safari, na khususan safari yenyewe iwe ni safari ya haji. Vile vile katika jambo la tano, na vilevile ni muhimu ni yule ambaye kwamba anaingia katika safari, wa min ahami ma yambaghi lilhaji walmu'tamir wazair tarkul khisam Wacha utesi, usitete na mtu. Ikiwa we unajua beina yako na beina ya fulani kunao su tafahum, kuna misunderstanding, hakuna jambo ambalo halieleweki kati yenu, kuna kusuma kati yenu, uh, fanya wima na fanya hima, jaribu kuvunja khisam, usitete na mtu, vunja kabisa, na wala usiwe kama ule mmoja ambaye alikuwa na utesi na mwenzake akamwita bwana, mimi niko katika safari ya haji na naomba unisamehe na husuma yetu tumalize, lakini nitakaporudi upya kutoka katika ibada ya haji tutarudi vile vile tulivyokuwa zamani, kuwa tutakuwa tukiteta, tutagudiana, tukifanya kadha wa kadha. La, jambo muhimu sana, ondosha e, utesi kabla ya kusafiri. Kuondosha uchesi wakati katika ibada yako kusafiri, kwa sababu tumeona katika maneno yake Mola Subhanahu wa Ta'ala, aya tuliotanguliza katika kipindi chetu cha kwanza. Katika kipindi hichi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema alhaju ashhuru maalumat faman farada fihina lhaj, yule ambaye atakayeandikiwa kuingia katika ibada ya haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi lhaj, hakuna majadiliano na ubishani